Swala la ajira na usaili kwa vijana, mwenyekiti, sisi tunaokaa na wananchi wachaguliwa, tunasikia mambo mengi sana. Eneo hili la usaili limelalamikiwa sana na vijana nchini. Eneo hili litazamwe upya, eneo hili linaliliwa, eneo hili limeumiza familia, wamekata tamaa kusomesha vijana. Na kwa namna ya pekee, tunaomba serikali itazame utaratibu mzuri ambao hauleti manung'uniko. Lakini pia kwa kuwa wao walishasoma wakapewa vyeti eneo hili lisiwe kigezo kubwa sana. Inasikitisha, inasikitisha. Mwalimu wanafunzi anafundisha shule jirani, anakaa miaka mitatu kwenye kufundisha, anafaulisha vizuri, lakini kwenye usaili hajafanikiwa. Yule aliyeko kijiweni yawezekana, Mungu amemsaidia, amefaulu. Lakini kwa namna ya pekee unakuta yule kijana aliyeajiriwa hakuwa ametoa hata uzalendo wa kusaidia kizazi cha hao vijana walioko shuleni, na kwa namna ya pekee tunakatisha tamaa hao Hebu tutazame vijana hawa wengi walioko kwenye kujitolea. Je, leo wakiondoka kwenye nafasi za kujitolea, nafasi hizo za kwao zitakuwa tumepata pengo kiasi gani kwa namna ya pekee ili walau tuonge, tuongeze jitihada za uzalendo wa watu kutumikia bila kujali anapewa nini?